Kama nilivyosema mwanzoni, kwa ibada hii ya misa takatifu <coughs> tunaadhimisha sherehe ya Noeli, sherehe ya Krisimasi, sherehe ya umugilisho, neno wa Mungu kutwaa mwili kuwa mwanadamu na kukaa kwetu ija yeye ambaye amejishusha kwetu ili aweze kutuinua na sisi uweze kufanana naye. Ni sherehe ya kuzaliwa bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wa ulimwengu. Ndiye Imanueli, Mungu pamoja nasi, ni mfalme wa amani, kama uyimba katika wimbo wa macho kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wakifabe, na nake, wa kifalme utakuwa begani mwake naye ataibwa jina lake mshauri wa ajabu. Kitabu cha Isaya sura ya tisa aya ya sita. Hii ni Noeli au Krismasi ya pekee katika maisha ya eni. Ni Krismasi katika mwaka wa jubilei, jubilei ya imani yetu, miaka elfu mbili na ishirini na tano ya Ukristo wetu. Krismasi hii ni mwaliko wa kuendelea kumfurahia Mungu jalia nafasi ya kuona tena uso wake katika mwanaye mpendwa Yesu Kristo aliyezaliwa duniani kwa kusudi la kukaa kwetu, kama anavyoshuhudia Yohani mwinjili akisema, neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yohana sura ya kwanza aya ya kumi na nne. Ndugu zangu, familia ya Mungu, leo tunasherehekea Noeli, siku ambayo Mungu alichagua unyenyekevu dhidi ya kiburi, upendo dhidi ya chuki na huduma dhidi ya utawala uzaliwa wake katika hali ngumu inatufundisha kuwa ukuu hupatikana katika unyenyekevu, katika huruma na katika kuhudumia wengine. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mfundishi wenu, rejea Injili ya Matayo aya ya kumi na moja. Kumbe tulipokee, tulielewe na tuliishi kwama, tunapotafuta nafasi zetu katika nafasi mbalimbali katika jamii, tukumbuke huduma. Yesu amekuja kwetu kwa ajili ya kuhudumia na wala si kuhukumiwa. Na hiyi ni mwaliko wetu wetu sisi sote kuwa na unyenyekevu, kuwa na huruma na kujitahidi kuweka mbele huruma ambazo ndizo tunapaswa kuwafanyia wale wanaopatia nafasi hizo. Hadhi ya mfalme ni kutawala na kuongoza.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 wale waliokaa katika nchi ya ukuli wa mauti nuru imewaangaza njia. Isaya sura ya tisa aya ya pili. Nuru hii ndugu zani, inamwangazia kila anayeipokea ili aweze kuona njia ya kwenda mbinguni kwa wa Mungu Baba. anayepokea nuru hii wake huondolewa giza na dhambi. Somo la kwanza tulilosikia kutoka kwa nabii Isaya sura ya hamsini na mbili aya ya saba hadi ya kumi, somo hili Mungu anaahidi kuwarudisha tena kwa utumwani Babeli. Utumwa wao ni mfano wa hali ya dhambi na ukombozi wao ni mfano wa ukombozi wa mataifa yote kutoka katika hali ya dhambi. Ni ujumbe wa matumaini. umekisha Nabii Isaya anawaalika watu wafurahi akiwaambia, igeni kelele za furaha, imbeni pamoja enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa. Kwa nini wafurahi wakati waku mali kwa sababu muda sasa umewadia wa Mungu kutimiza ahadi yake ya kuwakomboa, na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wao. Ujumbe huu ni utabiri wa ukombozi wa binadamu binadamu wote kutoka utumwa wa dhambi ambao nasi nafurahia kuupata kwa kusherehekea kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hayo aliyokuwa na Isaya miaka mingi kabla ya ujio wake Kristo yanatimia kwa kufika kwake Kristo, kwa kuzaliwa kati yetu, naye anatuletea nuru, anatuletea mwanga wa utabiri wa kale umetimia katika Yesu Kristo. Katika yeye utukufu wa Mungu umefunuliwa. Na ni katika yeye tu Mungu anaongea nasi katika nyakati hizi zetu. Tunasoma hivi. Siku hizi amesema na sisi katika Mwanaye aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye